Uh, kwa majina naitwa mheshimiwa Dan Simiu Tanganyika mgombeaji wa kiti cha MCA Kabuchai Chwele Ward. Ebd uh, mimi kama Dan Simiu Tanganyika nagombea kiti ndani ya chama cha The Equitable Party na sisi watu wa uh, The Equitable Party tunasawazisha maendeleo. Nina imani vile mnajua, ya kwamba 27th of November tunaenda kuwa na by election. Na by election ambayo iko Chwele Kabuchai ni ya kuchagua kiongozi bora, si bora kiongozi. Na mimi kama Tanganyika nimejitoa kama kijana mchapakazi ndani ya hiki chama cha TEP, mimi nataka kusawazisha maendeleo Chwele Kabuchai. Kwanza na masomo, watoto wetu wa ECD, mnajua kwa ya kwamba masomo ya ECD, mimi nina imani na niko na moyo ya kwamba mkinipatia nafasi niingie ndani ya county assembly ya Bungoma. Watoto wetu wa ECD mimi nataka kupanga watoto wetu. Watoto wa ECD nataka kujua wanaenda darasa zao ziko vipi, nataka kujua choo zao ziko vipi, nataka kununulia watoto wetu uniforms. Watu wasiulize ya kwamba pesa tatoka wapi, mimi nikiwa kiongozi nitapigania maslahi ya hawa watoto, watoto wote ni washonee uniform ili watoto ili hawa watoto wakienda madarasani kusikwe na utofauti wa mtoto tajiri na wa maskini. Walimu wakifunza, wajua wanafunza watoto ambao wote ni sawa. Tukienda kwa maneno ya um, ya agriculture, tunajua vijana wengi kule kule kule kule, uh, mashinani wanataka kufanya kilimo biashara. Kuna kina mama wanataka kufanya kilimo biashara. Hizi boma, tunataka tuwasaidie, wenye wanapanda miwa wapate mbolea, wenye wanapanda kahawa wapate mbolea, yes. Wenye wanataka kupanda mahindi wapate nafaka, yes. Ili hawa watu waki, wanapopanda hizi vyakula tukuwe na society ambayo inajielewa na tukifukuza umaskini njaa katika familia kama jamii kama ene, maeneo bunge uh, uh, kama Kabuchai Chwele ward, mimi nina imani tutafukuza haya mambo yote, ili tukuwe na jamii ambayo inajielewa. Mambo ya afya tunapoenda katika um, hospitali mingi uh, mahospitali mingi, mingi uh, hayana madawa. Watu ambao ni wagonjwa tunataka wakuwe na access to medication kwa ukaribu sana. Tunataka mimi nikiwa uh, MCA wenu nataka kuangalia kabisa our health facilities. Zina madawa, kuna huduma, ili watu wetu wasiende mbali sana kutibiwa magonjwa kama malaria. Na mimi nina imani mkiniweka mkono kama kijana wenu mchapakazi nina nguvu ya kutembea Chwele Kabuchai na kuhakikisha niko nazawazisha mambo uh, ya women empowerment and youth empowerment. mimi kama kijana nina imani tutapanga maendeleo na kina mama zetu, wale ambao wako kwa vikundi, tuweke pesa na tujue hizi pesa zinatumika na maana gani. Wale wana ambao wanafanya biashara, tujue wanafanya biashara gani na nini wanahitaji ndani ya biashara yao, ili tuwasaidie wainuke kabisa. Vijana ambao wako Chwele Kabuchai, Munajua ya kwamba tumesaulika sana kwa muda mrefu na tumetumika kwa siasa ya uchochezi na wakati huu ambao umefika, mimi kama kijana, nataka tupange siasa ya Chwele Kabuchai, ili tunapoingia ndani ya county assembly ya Bungoma, vijana ambao wanataka kufanya kilimo biashara wapate kila kitu, ambao wanataka wafanye kilimo biashara, wale ambao wanataka kufanya biashara kwenye soko, tujue wanataka kufanya nini. Wanataka kufungua vinyozi, wafungue. Wale ambao wanataka kuingia kwa maduka, waingie, ili tukuwe na vijana ambao wanajielewa, si vijana ombaomba. Na nina imani Mwenyezi Mungu akitupatia nafasi mimi kama kijana wenu sitamwangusha. Tep tusawazishe, tep tusawazishe.